Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, leo ni kuapo kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho Harmonize amekizungumza kufuatia interview ambayo ameifanya kule London, Uingereza ambapo alimpaisha Diamond au vipi bwana, mbele ya, ya Burna Boy. Sasa kitu ambacho kime happen bwana ni kwamba watu wengi sana wamekuwa wakimsema Harmonize kwamba imekuwaje alienda kuhojiwa katika BBC Swahili, umeona idhara ya, idhaa ya BBC Swahili huko London, which means kwamba alitakiwa ongee tu Kiswahili, yani ajiachie, japokuwa yuko London, lakini ile ni media ambayo inazungumza Kiswahili fasaha mwanzo mwisho, na yeye ni mtanzania, na lugha ya Tanzania inajulikana kwamba ni Kiswahili. Ilikuwaje Harmonize ameenda pale, anaulizwa maswali, anaanza kujibu kwa Kiingereza? Umeona bwana, vitu ambavyo watu wamemsema Harmonize kwamba kama vile alikuwa hajatambua eh, yupo sehemu gani, ameshindwa kusoma mazingira. Umeona bwana, ile ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London uh, japokuwa iko London lakini wanazungumza Kiswahili na yeye ni Mtanzania alitakiwa tu azungumze Kiswahili kilichonyooka bila kuchanganya na Kiingereza, lakini mnyamwezi ameongea Kiingereza mwanzo mwisho. Sasa wadau bwana wakaanza kumkalia kooni, na yeye Harmonize ikabidi aje kujibu. Akaandika hivi katika kurasa yake wa Instagram pale juu, katika story ameandika kwamba, na hii ni baada ya watu kumsema kwamba ameongea Kiingereza katika idhaa ya Kiswahili, alafu Kiingereza chenyewe hakijanyooka na sio proper English. So, Harmonize ameandika kwa Kiingereza tena ameandika kwamba now let me make you all understand one thing. Please elaborate to me why would I speak perfect proper English for who? Kwa ajili ya nani? Yani, yani hebu niwaelezeni vizuri kwamba eh, kwa nini nizungumze Kiingereza kilichonyooka kwa ajili ya nani? for what purpose? kwa sababu gani? Look, my English will forever be wrong. Angalieni sasa, Kiingereza changu kitakuwa kila siku kitakuwa ni kibovu. Akaendelea kusema kwamba my English will forever be wrong to you and I do not

about it. Na kingereza changu kitaendelea kuwa kibovu kila siku na wala sitojali lolote kutoka kwenu. Ukiona hujaelewa means the idea doesn't concern you. Ukiona hujaelewa maana yake ni kwamba hiyo hilo wazo halikuhusu. I'm the only East African English singer. Run run that G. Ameandika hivyo kwamba yeye ndiye msanii pekee wa Afrika Mashariki ambaye anaimbaga Kiingereza anyway. Ameandika hivyo Harmonize, na huu ni ujumbe ambao unaonekana kabisa kwamba una matusi humu ndani. Ameandika I don't I do not give flying f bwana kwao, inaonyesha kabisa kwamba mwana alikuwa na ghadhabu, alikuwa amekasirika. Kwa hapa kuna page zimekuja kuripoti kwamba Harmonize amekasirishwa, eh, na wadau kumwandama kuhusiana na Kiingereza chake kutokuwa kizuri. Harmonize, yani, amewajibu Kiingereza chake kwenye interview ya BBC eh, kwamba kitaendelea kuwa hivyo hivyo kibovu kutokana na watu, japokuwa wanamsema katika mitandao ya kijamii. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, nazungumziaje hilo. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.